Wewe mwenzangu, dunia nzima ulimwengu wote unakufahamu, uone kama utapata aibu kubwa sana hmm. alafu kwa nini uvunje huduma yako ya muda mrefu kwa vitu vidogo tu, mambo madogo tu? haya yanaongeleka, okay. mistaki ya aibu nikuta kabisa, inaomba ushuke ukae chini tuongee. oh, sasa umeanza kuongea kama mtu mzima Pasta, haya niambie tujadili ratiba ikoje? Ratiba ipi? Ratiba na nani? Mimi na wewe. Tuna ratiba mi na wewe? Tuna ratiba Pasta, naongea kistaarabu sana eh? Unielewe. Nikipanda kwenye hii meza kwa mara na kwa sito shuka kwa na hey, hey, hey, ya pili nakwakisha sitoshuka hapo juu mpaka waumini wako wanikute hapo juu. Tena nakukumbusha watanikuta nikiwa utupu, sina nguo hata moja imistaki hebu nikute. Sikia, ninaomba uondoke, tutaongea lakini sio hapa. Naomba uondoke. Sha sure? nimesema tutaongea, sio hapa. Kinidanganya okay, aibu yako ni kubwa sana. Nitahakikisha unapata aibu. Mchungaji, ahadi huo ni deni. Najua wapi pa kukupata.

Shalom washindi, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Nimewaita hapa kama makundi wawakilishi wa makundi mbalimbali mbali katika kanisa, wazee wa kanisa na makundi mengine ya idara katika kanisa. Wito huu ni wito wa dharura, lakini ni wito wa uamsho wa, wa maombi katika kanisa nataka mwende mkalete uamsho wa maombi katika kanisa, tuliombee kanisa, lakini mniombee mimi mchungaji wenu sana sana sana, kwa sababu ni moja tu. Mimi ni baba wa watoto wengi, na kwa sababu ni baba wa watoto wengi, wapo watoto wa tabia za kila aina, na wote inabidi niweze kuwalea. Nataka ninyi mwende mkaombe. Mama kawale ninajua wewe ni kiongozi wa wamama, tena ni kiongozi shupavu. Maandiko yanauliza, wapo wapi wanawake waomboleza?